Raila Amolo Odinga alizaliwa mnamo tarehe saba Januari mwaka 1945 katika eneo la Maseno kaunti ya Kisumu. Yeye ni mwana wa Jaramogi Oginga Odinga aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais nchini Kenya na Mary Juma Odinga. Akiwa amekulia katika familia yenye ushawishi mkubwa wa kisiasa, Raila alikuuzwa akiwa na maono ya uongozi na huduma kwa umma. Babake akiwa kiongozi wa upinzani mashuhuri, jambo ambalo liathiri sana safari ya kisiasa Siasa ya Raila. Raila alianza masomo yake katika shule ya msingi ya Kisumu kabla ya kujiunga na shule ya upili ya Maranda. Kisha baadaye akasoma katika Government African Technical School Secondary. Alipata udhamini wa masomo kwenda Ujerumani. Huu ulifungua mawazo yake kwa safari za kisiasa. Aliporejea nchini Kenya, alifundisha katika idara ya uhandishi ya chuo kikuu cha Nairobi na baadaye akaanzisha kampuni yake binafsi ya East African Spectre Limited iliyojishughulisha na utengenezaji wa mitungi ya gesi. Safari yake ya kisiasa ilianza katika enzi ya utawala wa chama kimoja chini ya Rais Arap Moi. Raila alijitokeza kama mtetezi wa demokrasia na mfumo wa vyama vingi, hatua ambayo ilisababisha kukamatwa kwake na kuzuiliwa bila kufikisha mahakamani kwa madai ya kuhusika katika jaribio la mapinduzi la mwaka elfu moja mia kenda themanini na mbili. Alishikwa kwa muda wa miaka sita kuanzia mwaka elfu moja mia kenda themanini na mbili hadi mwaka elfu moja mia kenda themanini na nane. Baada ya kurudishwa mwaka elfu moja mia kenda tisini na moja, Raila alijiunga na chama cha babake Forum for the Restoration Democracy FORD. Baada ya kifo cha baba yake mwaka 1999, migawanyiko mingi katika chama ilimfanya Raila ajiunde chama chake kipya National Development Party NDP. Katika mwaka 1997 aligombea urais na kuumaliza nambari tatu. Mwaka elfu mbili na moja, alijiunga na serikali kama waziri wa nishati baada ya kuunganisha chama chake na Kanu. Tofauti zilijitokeza baada ya Rais Moi kumteua Uhuru Megai Kenyatta kama mrithi wake jambo lililomfanya Raila kuondoka Kanu na kujiunga na muungano wa National Rainbow Coalition NARC, akiwa kiungo muhimu katika ushindi wa Kibaki kwenye uchaguzi wa rais mwaka elfu mbili na mbili. Katika maisha yake Raila Odinga amegombea urais mara tano mwaka elfu moja mia kenda tisini na saba elfu mbili na saba, elfu mbili kumi na tatu, elfu mbili kumi na saba na elfu mbili ishirini na mbili. Na ingawa hakuwahi kushinda kiti hicho, alibaki kuwa muhimili mkuu katika mazungumzo ya kitaifa, mgeuzi wa katiba na ujenzi wa taasisi za kiutawala bora. Mashabiki wake walimuita Baba na Agwambo. Majina haya yalionyesha mapenzi na heshima aliyopewa na wafuasi wake wengi, waliomwona kama ishara ya matumaini na mabadiliko. Mwaka elfu mbili kumi na nane baada ya miaka mingi ya uhasama wa kisiasa Odinga aliweka historia kwa kusalimiana kwa mikono na Rais Uhuru Megai Kenyatta, tukio lililojulikana kama handshake, lililolenga kuleta umoja wa kitaifa na amani baada ya machafuko ya kisiasa. Kwa zaidi ya miongo mitano, Raila Amolo Odinga alikuwa sauti muhimu, si nchini Kenya bali pia bara la Afrika. Mara nyingi aliombwa kuwa mpatanishi katika migogoro ya kisiasa na kutetea demokrasia baharani. Hayati Raila Amolo Odinga ameacha mjane wake Ida Odinga na wanao watatu, Rosemary Odinga, Odinga Junior na Winnie Odinga. Kenya yaomboleza kifo cha Raila Amolo Odinga, ambaye alikuwa mtu aliyesimama kidete kwa haki, usawa na demokrasia, hata pale gharama ulikuwa uhuru wake binafsi Ia, na faraja ya kisiasa. Na huo ndio mwisho wa wasifu wa Raila Amolo Odinga. Mungu akalaze roho yake mahali pema peponi.